Amina. Kwa sababu mmekuwa chachi wa mafanikio ya watu wengi, watu wengine mm -hmm. wanaopita hapa mm -hmm. yani, kama kuna mtu atafika hapa na akatambua anahitaji kitu gani, mm -hmm. sijui kama kuna siku atawasaawa, kwa sababu mnajenga future yao. Mm. Yeah. Kama mm. mimi sasa hivi kwa muda ambao nimekaa mm. pale ni miezi mitatu tu, miezi mitatu kwa mtu unayelipwa laki tatu, tatu ni, ni laki tisa. Laki tisa sasa na umepata extra, extra ya mwezi yes. ambayo hujaufanyia yeah. kwa hiyo una 1.2 yeah. milioni moja na laki mbili ambayo umeitengeneza ndani ya miezi mitatu. Ungekuwa tu mtaani hiyo, ila ungekua umeipata. Nisingeipata, nisingeipata, na unaweza uka unaweza ukaifanyia kitu ya nimefanya kweli nashukuru Mungu. Kuna, kuna kitu nilikifanya mm. ya mwanzoni, watu wasema kwamba kuwa na asset huwa mm. kunazidi kukufanya uwe na confidence zaidi ya kujiamini mm. akua napokuwa mm. ya kuna sehemu nimetafuta kiwanja mm. nimewekeza mdogo mdogo Wow. Pia, wow. nilipia laki tano mwanzoni baada wow. ya kulipia laki tano mm. na hiyo pesa nyingine ambayo niko nayo ziada pale mm. nikaongezea mifugo niliongeza, nika mm. kwenye sehemu nilipokuwa nikanunua mbuzi, nikaongezea pia wow. Ya. Wow. na kuna sehemu pia, make baada ya kupata mshahara wangu wa kwanza mm. niliwekeza sehemu, ikawa inazalisha yakuzalisha mm-hmm. nimenunua kitanda Wow. a nimenunua godoro mm-hmm. nimeongeza mbuzi watatu na mm. pia na hiyo nimealipia wow. kiwanja mdogo mdogo wow. ambapo wow. ningekuwa kule mtaani nisingepata. Nisingepata kweli. Yaani mm. ya, ni... mm. mimi sikufichi To be honest. mm. mm. najivunia sana, oh, hongera sana. nimefika hapa mm. nilikuwa sijui kama nitakuwa hivi mm. lakini Fredrick aliyekuja miezi mm. mitatu iliyopita mm. So Fredrick aliyokuja sasa hivi. Sawa sawa. kuna yeah. kitu kingine nimekiona kwako yeah. You are very smart, kwanza uko smart kichwani yeah. lakini pia appearance yako iko smart, tofauti tofauti tofauti na vijana wengi. Yaani, yes. ni miongoni mwa vijana wachache ambao una yani, una ile unajipenda, unavaa very smart. na hisi kama ungelikuwa unapenda kufanya biashara ya nguo ingekufaa, yeah. sana kwa sababu unaweza kwenda lese Karume, unaweza kuwa na choisi nzuri, ukapata mashati yako mazuri okay. suruali zako nzuri, ukazifanyia usafi vizuri, then ukazitundika pale, au hata online umeenewasa mtu yeah, akikuona wewe ulivyovaa ulivyopendeza, ukamwambia hii nguo nauza shilingi fulani, I'm sure, watanunua So hii ni idea ya biashara yeah. Uh, kutokana na nilivyokuona, nilivyokustudy kwa sababu hizi kazi mnazofanya kwa ajili ya kutafutia mitaji yeah. Sawa, umenua kiwanja, umenua mbuzi, umenua but kuna zile biashara ambazo zinajiendeleza. Ee, zinaweza kuzalisha hela kila siku sababu kila siku unavyoonekana unakutana na watu au hata una share picha zako yeah. kwenye status, kwenye mitandao. Unaweza ikawa pia ni opportunity yako kibiashara. Ya, yeah. <laughs> Nilikuwa na huo mpango kwa sababu sikujua kama watavunjwa mape? Oh. Mape, <laughs> <laughs> <laughs> Na maana kama ningeendelea zaidi hapa, mm. Nilisema, ninaweka hapa nagusa hapa, nagusa hapa. Ila sijaanguka. Bado nipo pazuri. Bado niko pazuri, eh. Process ipo. Mm. Frame nishaipata tayari. Hadi frame. Naanza na frame. Tayari. Frem sasa hivi, wakati frem ziko kwenye mitandao ya kijamii <laughs> e? Frem sio mbaya kuwa nayo lakini, yeah. wakati unaanza yeah. kama una mtaji mdogo, we unakuwa tu una sto yako ambayo ni, yani, yani unaweza kuenda uka, kama nilivyosema, unaenda kwanza kwenye soko hilo la nguo, unaangalia uwezekano wa kupata hizo nguo chache okay. ambazo utazifanyia marekebisho kazichukua picha, tengeneza peji yako. Frame sasa hivi ni peji, kuna watu wana peji tu na wanafanya biashara. Sio lazima ufanye kama wengine walivyokuwa wanatafuta hela ya, ya duka si ya frame. yeah. Sasa hivi unaweza ukafanya biashara kirahisi zaidi kwa sababu ya teknolojia yeah. lakini pia hii kuwekeza hapa na hapa na hapa na wakati unaanza Yeah, kwasababu yeah, unasambaza ile hela ambayo yenyewe ni ndogo yeah. Sasa unanua mbuzi, unanua kiwanja, unaweza kukuta hivo vote ni vitu vya muda mrefu. Mbuzi mpaka yeah, uumrishe yeah. aja azae <laughs> si unaelewa yeah, au kiwanja mpaka uje ukijenge yeah. naelewa eh. Lakini ukiweka hela kwenye mzunguko wa biashara ambayo unasema leo naenda pale nachukua nguo yeah, naziweka hapa labda Zari ndani ya siku mbili tatu, umeelewa. Mtu akikuona hivi, kwa sababu hata mara kwanza ulipokuja ulikuwa very smart. Kwa hiyo, unaitumia hiyo. Yani, we ndio modo wa biashara yako, awe ukipiga picha hivi unasema pale shati kiasifani siruali kiasifani brand yako pale umeitengeneza labda Fredi wea Fredi nini, you know, unavyo ya ni kweli unachosema kwa sababu si mara ya kwanza. Mm, wameniuliza hata kwa niwe mkaka, kwa mfano ungekuwa unge unge hiyo idea mm tu ukaenda unka kama un unajua una choice nzuri. Mm, ukimletea mme wangu hapa, ni mteja wako mzuri tu. Yani tayari unamteja, kwa sababu yani vile unavyo unavyoona unapangilia ni, ni, ni mtu kama mme wangu anaweza akakusupport biashara unasema nakuletea labda mashati, suruali unavaa anani ngapi? labda okay, na saizi yes, ngapi that, hiyo well, that's how unaweza kwa, yani wateja tayari unao na wewe choice unayo nzuri okay, yeah, sababu unaonekana. Kwa hiyo hizo ni aina za biashara ambazo kama unaweza kuzifanya yeah, no, yani naweza zikakutoa vibaya sana. Yeah, niseme, mm, niseme asante sababu mm, wazo ambao kwa nalifikiria ni jinsi nitasimamisha vipi mm, nimepata idea nyingine, pata idea nyingine. Yeah, ninasimama vipi mm, nitoke pale ambapo nilikuwa nawaza, sasa niingie mm, katika modern technology yeah, kwa sababu hizo yeah, kazi sio kazi za sio kazi za kila. Yaani hizi kazi sisi tunazofanya hapa yeah, tunawaambia vijana waje watafute mitaji we 1.2 hiyo ni mtaji mzuri kabisa, unaweza kuingia nao mtaani na ukafanya wonders. Hiyo hela ambayo unalipa 3 kwa mwezi unaweza kuipata kwenye biashara na zaidi, biashara kama hiyo nakwambia, ya nguo, na wewe mwenyewe tayari yeah. ni mtu ambaye unamtaji. Mtaji wako ni vile unavyojiweka smart, sawa na, na ile choice yani, unajua kuna watu tayari wao wanajua kupangilia, unajua kuna watu hawajui hicho kitu huh. Eh, sasa hiyo ni hiyo chenye kipaji Yani ule mtu kuweza kupangilia, yeah. ni kipaji. Kwa hiyo unapojumlisha sasa na kwenda kule kuchagua vitu, kuvialain vizuri, naenda na hii naenda na hii, usifikiri hicho ni kitu rahisi. yeah. sio kila mtu anakiweza. yeah. Yeah. so kwenye hizi kazi, sio kazi za kusema ufanye muda wako, maisha yako yote, kwamba uendelee tena ntafute sehemu nyingine, okay. nayo. mm-mm. Ukifanikiwa kupata chochote cha kuanzia, unaanza nacho basi. Hichi ndio kipata saizi, kwa sababu kuna, kuna sehemu iliwekeza kabla ya hapo, yani iko na kiwango fulani, uwe mtaji wa mwanzo wa kwanza biashara. mm. Uh. Mm. Yeah. Yeah. Sao sabi. Sao sabi. kwa na play party sehemu nyingi sana kama mm. kwamba ukiingia sehemu hakikisha umeegesha sehemu fulani, ili mm. kianguka pale ya kwa sababu yeah. Yeah. hapa zingekuwepo wasichana huwa nawaambia yeah. hizi kazi kwao ni nyingi sana yeah. Ila kwa wavulana, ni chache yeah, kwa hiyo sana. We ukibahatika ukipata yeah. Kamtaji kama hivyo ulipata hiyo fursa ambayo sisi hatujui sasa, hatuna nafasi kwa sasa ya mvulana. Yeah. Kwa hiyo ili usibaki muda mrefu mtaani ukakuta hata kile ulichokipata ukirudi mtaani, we ni kijana, unahitaji uweke vocha, unahitaji kwa hiyo, naweza kujikuta umetafuna yote. Ndio maana nikawa nakupa hayo mawazo kwamba namna gani kile kidogo unachokipata sasa, uweze kuingia kwenye hatua ambazo wala hazihitaji maajabu. Unahitaji tu smartphone yako, peji yako wewe mwenyewe, uwe smart, unaweza kuendelea kufanya vitu vya namna hii mimi nikwa aidi, huu ni mwezi wa tano, mwezi wa sita nasimamisha. Okay. Na nahisi sehemu ya kwanza kufika kabla nianze. Nafika hapa, ambia platform yangu hii hapa. Unaionaje? Ofisini kwangu wateja wangu wa kwanza, naona aioja, wateja wa kwanza ofisini kwako? Yeah, yeah. Ya, basi mi nakupongeza yeah. Hongera sana y yeah, vitu vingine ni Mungu mwenyewe anapanga yeah. Sisi tulikupa fursa lakini umeenda kule fursa yenyewe imekatika kabla ya muda tuliokuwa tunatarajia. <laughs> Basi kuna fursa zaidi ambazo yeah. Zipo mbele ya ndio maana mimi huwa napenda sana kumwamini Mungu kwamba kila kitu kinachotokea mipango yake. <laughs> ya yeah, kwa sababu hata wewe kuja hapa hatukujua kama tungekuja kufanya kazi na sisi lakini umekuja na umeenda yes. Mm -hmm. Umefanya vizuri kwa kweli, feedback waliotoa mabosi wako ni nzuri, hawajakulalamikia. Okay. Kwa sababu shida kubwa ya vijana wengi ni wezi na tamaa. Mm -hmm. Najua ungekuwa umefanya jambo lolote wale mm wasingeacha kutuambia kwa sababu huwa tunawaomba sana watupe feedback za ukweli, ili tuweze kuwasaidia. Kwa hiyo wale hawajalalamikia -hmm. tabia zozote za kusema labda wewe ni mdokozi au una umefanya jambo lolote baya, ila tu ni hivyo kwamba walihitaji wambadilishie baba yao yeah. Wafanya kazi hasa huyo mdada ah. Badala ya mvulana yeah. Kwa hiyo tumeelewa, na kikubwa ni kupongeze kwa sababu ukiendelea no, na hiyo tabia hicho ni kitu, ni asset kubwa sana uaminifu no, so sana. ni asset kubwa sana no. Ambayo sasa hivi iko wa no, kwa watu wachache sana. Unanielewa? Kwa hiyo kama unataka kutoboa kwenye haya maisha. Wewe endelea kusimama na uaminifu e, okay. Siwe na tamaa, iwa na tamaa utaingia kwenye makundi. Sahivi vijana wadogo wanaingia kwenye maushoga, wanaingia kwenye mambo ya kutafuta wamama, watu wazima, si unaelewa, wanaingia kwenye wizi, akitoa tu nafasi kidogo ni wizi hizo zote yeah. E, kufika mbali, simama, ni tabia ambazo huwezi kufika nazo mbali, simama, nyooka, utafika mbali sana Amine. Yeah. Amine. Haya, hongera. Nashukuru. Ongera sana. Yeah.